Okay, moto ilianzia kwa nyumba jirani ikashika madrasa na kuna ika matairi kidogo zilikuwa pia hapo kando, sikashika matairi ata ikaingia kwa nyumba yetu ya mkono wa kushoto wange. Lakini magari safari zimekuja, moja kwanza ilikuwa na maji kidogo, na pili kaja pia na maji na kidogo imesave. Kwa nyumba ya kwanza imeungua kabisa. Sisi tuko ndani ya nyumba tukashtukia tu tairi za waka, badala tairi za waka madrasa yetu, watoto wetu wenye wanasoma atotowetu wene a chochote na sina msaidizi, sijui la kufanya, kwa sababu shida kubwa ni kwamba wakati kama hizo unakuta uh, kurespondi inakuwa ngumu kwa sababu barabara mtu alijenga uh, mtu ame ile access road ambaye ingewezesha hiyo gari ifike kwa njia haraka, ama pata pale ya kuvuruta maji kupitisha nini na kuwa ngumu. Sasa unaona pale zingine hapo Mombasa watu wanapanda mpaka maukuta Kanuni mtu apande ukuta na anatakana kuwe na barabara, so ni kitu ambayo tutaongea kwa county disaster committee, tuweze kujadiliana, tuweze kufungua hata zile eneo duni ambayo wananchi wanaishi, especially the slum areas we usually have those problems.